Sasa mtu anaweza kajiuliza kwa nini mimi niende niwekeze kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja na nisiende moja kwa moja kwenda kununua hisa, kama hii mifuko yenyewe inaenda inanua hisa au inanua hati fungani? Eh, sasa uwekezaji ni kitu ambacho kinahitaji umakini na usimamizi, usimamizi ambao ni profesional, ambao unasimamiwa na watu ambao eh, wamesoma uh, hizo hizo fani Unapofanya uwekezaji peke yako, unajiexpose kwenye riski ya kuwekeza sehemu ambayo labda hauna uelewa mzuri. Lakini unapompa dhamana hiyo msimamizi, ambayo ameidhinishwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, unakuwa una comfort, kwa sababu anawekeza sehemu ambayo anafahamu na anajua risk na reward ya hayo maeneo. Kwa hiyo kazi ya kufuatilia kila siku soko limefanyaje bei zimepanda, bei zimeshuka, unakuwa tena hauna huo wajibu. Huo wajibu unakuwa umemwachia msimamizi wa mfuko kufanya hiyo kazi yake, na anakuwa uh, probability ya kuhakikishia kwa kwamba unapata faida inakuwa ni kubwa zaidi kuliko kama wewe mwenyewe ukafanya uwekezaji. Kwa mfano, ukiamua kwenda kununua hisa za kampuni ambayo hujafanya utafiti wa kutosha, unaweza ukapata risk pale ambapo unataka kuja kuuza hisa yako na usiweze kuuza kwa wakati ambao ulikusudia wewe. Lakini kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ukitaka kuuza vipande vyako vya uwekezaji unaweza ukafanya hivyo na ukapata hela yako ndani ya kipindi cha kisichopungua siku tatu au siku nne. Kwa hiyo ni faida ya kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja, okay. Lakini kingine ambacho mtu anabidi aelewe ni concept tofauti kama net asset value au ukubwa wa hu, hii mifuko eh, sasa hii ni, ni, ni ukubwa wa dhamana zote ambazo zimewekezwa na huu mfuko kwao tutakapoangalia dhamana kama kwa mfano kama timiza fund imewekezwa kwenye hati fungani, tunapo compute net asset value tunaangalia thamani ya uwekezaji ambao uliopo kwenye hati fungani na thamani ya uwekezaji ambao uliopo katika hisa, ndio tunapata net asset value. Sasa tukitaka kupata net asset value kwa kila kipande, tunagawanya kwa vipande vyote, tunapata NAV per unit. kada NAV per unit leo ilikuwa ni 108 kesho NAV per unit ikapanda mpaka kwa tunaelewa kwamba thamani ya uwekezaji ambao umefanywa na huo mfuko umeweza kukua, lakini vilevile NAV per unit ikishuka, e, tunajua kwamba hata thamani ya uwekezaji ambao umefanywa na huo mfuko umeweza kushuka. Kwao ni muhimu kama mwekezaji kuweza kujielimisha kuusiana na hizi concept, kama NAV, NAV per unit, ili kuweza kujua mwenendo wa mfuko wa wekezaji ambapo umefanya uwekezaji.